hii ndiyo hali iliyokumba jiji la Nairobi na viunga vyake kufuatia mvua kubwa iliyoanza kunyesha jana jioni. Mvua ambayo galabu huwa baraka iligeuka kuwa dhiki na kero kubwa kwa wasafiri kutokana na mafuriko yaliyoshuhudiwa katika maeneo kama vile barabara ya Jogoo, mzunguko wa Donholm na barabara ya Outering, hali iliyosababisha msongamano mkubwa wa magari kuanzia mwendo wa saa 11 unusu jioni Sitizati gari ya zizongi si masaa, tumekuwa late. Hapa watu ukiangalia, ndani imebeba mtoto Kena, tena kesho wa tuamke mapema tuende kazi. Ni hali ambayo iliwalazimu wasafiri wengi kukwama barabarani hadi usiku wa manane, huku wakikerwa na mafuriko hayo, wanaodai kwamba yalisababishwa na ukosefu wa mitaro kupitishia majitaka barabarani. Ingia gari nyingine tena, tukaingia kwa majikasaa, tunaelekea Kangundo na gari inapoa kun nataksakuna na hiyo mvua imekuwa kubwa sasa, maji ikavunga huku, sasa ni drainage sasa, sisi unapata sida hapa, sijui tutalala hapa ama itakuwa namna gani. Kwa wakazi wa Kayole ilikuwa dhiki zaidi, kutokana na mafuriko katika eneo hili la barabara ya Ring Road. Wenyeji wanadai kwamba sehemu hii imekuwa ikitumiwa kwa watekanyara wenye magari hasa kunapokuwa na mafuriko. Mai Thamasha, KTN Leo, Nairobi.